Karibu LusaElimu. Leo tumekuandalia somo jingine la jinsi ya kuangalia matokeo ya kidato cha nne ya mock mikoa mbalimbali ikiwemo mkoa wa Tanga. Hivyo video hii tumeandaa mahususi kwa kuangalia matokeo ya kidato cha nne kwa mkoa wa Tanga, kwa sababu ya ugeni wa mfumo wa matokeo ambao umekuwa changamoto kwa uh, watumiaji wengi wa chaneli yetu hii ya WhatsApp. Hivyo nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, kushare na kucomment, ilikuwa wa kwanza endapo tutatoa mwendelezo wa video nyingine. Kwa hiyo hatuaya kwanza, utaingia katika uh, linki yenye matokeo ya kidato cha 4 mock examination 2025. Kwahiyo, baada ya kugusa hiyo linki utachagua application ambayo unapenda kuendelea nayo mimi nimechagua Chrome. Kwa hiyo baada ya hapo utasubiri, ah, website yetu iweze kufunguka. Kwa hiyo baada kufunguka vizuri, utashuka chini na utakapofika hapo utakuta kiunganishi cha matokeo ya mikoa mbalimbali kama tumeona kuna zona mock results ambapo kuna mikoa kama Mbeya, kuna Morogoro na kuna Tanga mock exam results. Kwa tutabonyeza hapa kwenye mkoa wa Tanga, tafungua kwa website ambayo imebeba we matokeo ya mkoa wa Tanga. Sasa wengi wakifika hapa, hawajui ni kipi cha kufanya kuweza kuangalia matokeo ya ya shule zao. Sasa ili kuweza kuangalia, utaachana na hizo button nyingine huko chini za blue. Sasa wewe utakwenda kubonyeza herufi ya shule yako nikimaanisha kwamba kama shule yako imeanziwa na herufi A basi utabonyeza herufi A. Kwa hiyo mfano hapo tukibonyeza herufi A itatoka list ya shule ambazo majina yake yameanziwa na A, kama ambavyo naona. Kwa hivyo ndivyo ambavyo utaweza kupata list ya shule yako yaa. Mfano shule yako imeanziwa na H basi utabonyeza H. Kwa hiyo baada ya hapo zitatoka list ya shule ambazo zimeanziwa na herufi H. Kwa hiyo baada ya hapo sasa unaweza kuclick ama kugusa ile shule ambayo unataka kuona matokeo ya mock. Kwa hiyo baada ya kufunguka, kama tulivyoona, tulibonyeza shule ya Haki Secondary School. Sasa ili kuweza kuona vizuri, kuna alama hapa ya kujumlisha, hii ni alama ya kuzoom. Kwa hiyo utabonyeza hapa ili iweze kuzoom, na baada hapo unaona, unaweza sasa kuangalia ama kusoma jina la mwanafunzi ambaye unataka kuangalia matokeo yake ama kusoma matokeo ya shule. Pia unaweza kutumia skrini yako kuzoom na kupunguza ukubwa wa skrini yako. Kwa hiyo, hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuangalia matokeo ya mock examination mkoa wa Tanga, ambayo mtihani wake ulifanyika mwezi wa tano mwaka huu, na mtihani huo ulikuwa ni joint. Fanya mikoa saba kama sijakosea, ulifanya mtihani mmoja, ambayo ikiwemo ni Morogoro. Ulifanya mtihani mmoja na Tanga, Iringa, Mtwara, Singida, Dodoma. Kwa hiyo nadhani nimeeleza vizuri. Kwa hiyo kama kutakuwa na maswali basi unaweza kushare katika comment. Kwa hiyo, unaweza kwa hiyo unaweza kutuma comment yako katika uwanja wa huo wa comment basi tutaweza kuzisoma. Ila pia tuwakaribishi katika chaneli yetu ya WhatsApp.